Uh, Watanzania kwanza, kwa wakati huu uh, tuendelee kujiandaa tuendelee kujiandaa yeah. tuendelee kujiandaa kwa wakati huu ni muhimu watanzania waka wakafuatilia mikutano ya kampeni ya viongozi ambao wanaendelea kufanya kampeni mikoani eh, kwenye maeneo mbalimbali eh, wanaogombea udiwani wanaogombea ubunge wanaogombea urais wafuatilie, eh, wajiandae kushiriki uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba, eh, waende wakapige kura, wachague viongozi wanaowataka. Uh, nataka kuwahakikishia Watanzania amani ipo, ipo ya kutosha. Wasiwe na wasiwasi wowote. Serikali hii ni makini, vyombo vyetu vyote vya dola vimejiandaa kama ambavyo vinafanya kwenye chaguzi zote zilizopita kuhakikisha uchaguzi unafanyika katika mazingira ya tulivu na yenye amani ya kutosha. mm -hmm. Mtu isifike tarehe 29 akaongeza kufuli mbili tatu kwenye nyumba yake atake kutoka, hakuna sababu hiyo. Nenda kachague kiongozi unayemtaka, usisubiri kuchaguliwa, na hakuna mtu yeyote atakayefanya kitu chochote. Achaneni na maneno yanayotengenezwa kwenye mitandao kutishia watu na kuwaaminisha vitu ambavyo havitatokea. Serikali hii ni makini, inatambua wajibu wake, na lazima tulinde haki za Watanzania. Haki mojawapo ni haki ya kikatiba ya kuchagua na kuchaguliwa.